Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba miili ya vijana watatu kati ya sita waliofanyiwa upasuaji wa maiti baada ya kuuawa kwenye maandamano ya Gen Z ilikuwa na majeraha ya risasi. Uchunguzi wa maiti uliofanywa katika makafani ya City na hospitali ya Kenyatta pia umeonyesha kwamba mlinzi wa kampuni ya Kenya Power alifariki kwa kupigwa risasi tumboni. Mwanahabari wetu Ode Francis anatupasha zaidi. Familia za waliofariki katika maandamano ya tarehe 25 zilifika katika makafani ya City na yale ya Kenyatta. Miili sita ikifanyiwa uchunguzi kwa jumla. Ian alipigwa risasi ili, alipigiwa hapa na ikatokea hapa nyuma, ilienda na ikadamage brain. Hakuna vile ange survive kwa njia yoyote. Kelvin was shot, kwa long distance like, venye alishotua hapa like the brain yote, it was damaged like the brain yote ilitoka inje. Maswali yanazidi kuibuka kuhusu mlinzi wa kampuni ya Kenya Power Fred Wamale Wanyonye, kuhusu vipi risasi imekosekana. Risasi yani iliingia mwilini mwake, lakini haijaonekana kama imetoka, kumaanisha risasi hiyo inafai kuwa ndani ya mwili, lakini ufuasiwaji wapo jinsi umefanywa, risasi hiyo hatujaweza kuipata. Tunauliza, je, risasi hii iko wapi, risasi imeenda wapi? Sisi hatuna haja na kitu kingine, kitu tunataka ni risasi peke yake, ndio tujue jinsi hiyo kesi itaendelea. Familia ya Ian Opanga aliyeuawa Ongata Rongai sasa ikipatwa na msiba mara mbili baada ya nyanyake kufariki alipopewa habari za kufariki kwa mjukuu wake. Tena babu wake nyumbani risafu shok ile ame amesikia imefanya tena amekufa. Sai leo, leo, leo asubuhi amebebwa amepelekwa mochari. Mmetuma askari, mmepiga mtoto wangu risasi, amekufa William Ruto wacha watu wale kuimba ati, ati tano tena, wewe sio tano tena. Wewe ukufai kuwa president. Kati ya familia hizi kuna wale wamerudi nyumbani bila kupewa ripoti ya upasuaji. E, tumeenda pale tukaambiwa mwili yetu iwezi fanyiwa postmortem juu daktari alikuwa amekonfirmiwa miili mbili na amejaribu ati sana, amefanya tatu, yetu haikufanyika na tumetoka tumekuwa hapa tangu asubuhi out of the bodies that we have witnessed uh, in these protests majority of them and i say majority of them 70-80% are headshot wounds this clearly shows that uh, you know those who uh, took the shots had very clear intentions and their intentions were to kill uchunguzi unaendelea hapo kesho Odi Francis Runinga ya Citizen